Unatafuta suluhisho za kuepuka kadi za makaratasi? Well, nina habari njema kwa ajili yako. Invite Pro ipo kwa ajili yako. Tunakuletea kadi za kielektroniki smart na za kisasa ambazo utatuma kadi za mwaliko na michango kwa njia ya WhatsApp na SMS. Na hizi ni huduma zetu, tuna design kadi za mwaliko na za michango, kadi nzuri zenye mvuto. Wateja wote watapokea kadi zao za mwaliko, eidha awe na smartphone au kichochi tunatoa huduma zetu kwenye mikoa yote ya tanzania tufuatilie kupitia ukurasa wetu wa instagram at invitepro underscore au tupigie simu kupitia 0747474098 au tutumie ujumbe kupitia whatsapp 0763570877 karibuni Paschal maingu msemaji wa familia ya marehemu Emmanuel Mathias maarufu MC Pilipili amesema taarifa aliyoipata kutoka kwa ndugu anasema marehemu amefariki kwa mateso na mwili wake umekutwa na majeraha. Ameyasema hayo mtaa Swaswa, jijini Dodoma, nyumbani kwa mchekeshaji na mshereheshaji maarufu nchini, MC Pilipili, aliyefariki dunia hapo jana Novemba 16, 2025 jijini Dodoma. Mdogo wake mdogo wao wa mwisho yuko pale kalala pale mm. Eh, sijui ni swali la kimtego hili okay. lakini lakini okay. Eh, okay. Mm, lakini mm. Aniambia tu mdogo wake wa mwisho mm. pata mateso kabla hajafariki basi basi, hivyo sikuuliza mateso gani hivyo. Ndio maana hata baada ya kuhoji wanakwenda, niliuliza polisi wanaenda kufanya nini? Saii tumeshapanga ratiba kumsitiri kesho, eh. Sasa nikasema basi tuache, ndio maana unaona sasa hivi hatuna ratiba yoyote kwa ajili ya kumhifadhi ndugu yetu. Wakirudi wale ndo tutajua, tutajua nini ambacho kimefanyika. Hiyo wanasema alichoka, mm. kwa maelezo ya mdogo wao wa mwisho pale. Sasa basi ndo tunasubiri, hatuwezi kufanya chochote sasa hivi, hata ratiba hatuna eh, tusubiri labda watakapotoka. Na ameniambia kwamba wakitoka kule atuja kutuambia, ndo tutapanga ratiba sasa namna okay. yeah. yeah. na ya kumstiri ndugu yetu. Ulifanikiwa kwenda hospitali? Ah, sijafika, sijafika kabisa eh. Kwa mazingira ambayo umeyapata wewe ni ya kuelezea. Ya kuelezewa mdogo mtu eh. Eh, kwa mtu ambaye anakuja Dodoma anataka shiriki msiba huu, unaweza kumpa ramani ya kufika eneo hili? Uki, ukipita hii barabara ya Dar es Salaam hii ya Dar es Salaam ukifika Meriwa pale mm. E, ukifika Meriwa pale pale hii njia ya kuingia huku wao wanajua. Ukifika kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa, shule ya Nuru, basi hapo ukiuliza ni maarufu sana eh. Eh, kwa kina MC Pilipili watakwambia kanisa la Roma, kanisa la Roma la Swaswa. Kwa mfano mtu ambaye anatokea eneo la hii barabara ya Arusha eh? Kule wajenzi kule, aje na barabara ya waziri mkuu Royo, unakuja moja kwa moja mpaka Kona wanapaita. Kono bichi wanapaita. Kona bichi atapita mkono wa kulia. Waneta barabara ya mashineni. Ukija hapo kwenye matofali kwa shayo, kwenye matofali kwa shayo E, uo watauliza tu kwa kina MC Pilipili wanapajua E, karibu na kanisa la Roma hapo hapo E, unafika pale sana na pole, pia pole na nyinyi ni, ni, ni, ni familia ambayo ni ya kwangu, baba amemzika, amemzika mama na mdogo wake ndio alikuwa e, anawaambia ndugu zangu hapo akina wazee majirani pale, hakuna niwaambie tu labda ukweli huu, msiba tunaubeba sisi. Alikuwa na kikao cha ODC hapo, nimeshindwa kwenda. Hawa kina Roda hawana chochote ambacho wanakijua lazima tuwabebe tu. Sasa mko anaongea na amba wa wazee pale eh, wakitupa ile ratiba basi ndio tutaangalia namna ya kumstiri ndugu yetu pale. Kwa hivyo sasa hivi wakitoka kule eh, ndo atatuambia, hatuna ujanja. Eh, lakini kijana moja ambaye hapa mtaani hakuwa na maringo, akija akipaki gari yake pale anachekesha anafanya nini. Hali ya simanzi, huzuni na vilio imetawala eneo hilo huku ndugu, jamaa na marafiki wakiendelea kujitokeza kwa kutoa pole kufuatia msiba huo mzito ulioikumba familia na tasnia ya burudani nchini. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, bila kusahau bonyeza kitufe cha subscribe, comment, like na share ili tuendelee kukupa taarifa